Siku nane kabla ya uchaguzi mdogo wa Magarini katika kaunti ya Kilifi, vigogo wa siasa wameendelea kumiminika Magarini kupigia debe wagombea wao katika hali ya kupima nguvu, uwezo wa vyama vyao. Viongozi wa muungano wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwa siku ya pili wamekita kambi eneo bunge hilo ileo, wakianza na wadi ya Sabaki kumkampenia Stanley Kenga wa chama cha DCP. Naibu kinara wa chama cha DCP Cleophas Malala amewarai wakazi wa wa Magarini kuwa na imani na Stanley Kenga kama atakayekomboa wana Magarini kimaendeleo na kuwashauri kujiepusha na siasa za wapinzani. Stanley! Stanley! Stanley! Kenga! Wangapi watapigia Stanley Jameli? Bas, mnataka kuacha huyu kijana mzuri ati mchague iko mbunge hapa amekuwa mbunge anaitwa mzee Harrison Kobe Garama. Ah, oh, bana, simwangalie undani wa jina, angalieni undani, undani ya jina sasa. Mtu mtu akiitwa Kobe, mzee Kobe shuali, angalieni jina bana, alafu sio Kobe, siyo kobe tu ya kawaida, ni kobe ambalo liko na gharama. Kwa upande wake Stanley Kenga amewataka wakazi wa Sabaki kukumbatia mabadiliko ya uongozi akimkosoa mpinzani wake wa chama cha ODM Harrison Garama Kombe kwa kushindwa kuwapa maendeleo wakazi wa Magarini wakati alipokuwa uongozini kama mbunge. Mimi nataka niwaombe kitu kimoja, yule bwana ambaye amekuwa na sisi na ndio akatolewa na mahakama, amekuwa na sisi kama mbunge kwa zaidi ya miaka kumi na tano, na kwa ule muda amekuwa kwa uongozi. Japo yeye amekuwa kwa uongozi muda mrefu, lakini mengi ambayo tulitaraji kama jamii hatujaweza kamwe kuyapata. Kweli, si kweli? Naye kiongozi wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wamemtaja Kenga kama kiongozi mpenda haki ambaye amekataa ushawishi wa viongozi wengine serikalini ili kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Hapa kwenu, wameita huyu ndugu Kenga, kwanza wakamwambia chukua 50 million. Wakaongeza wakasema wabanisa DCP 100 million. Amekubali ndugu Kenga, chukua 100 million, wachana na haya mambo Amekataa hongo kijana wenu, amesema anataka haki, amesema anataka haki. Watu wa Sabaki, je, kijana wenu huyu alikosa? Alifanya sawa ama alikosa? Huyu mbunge wenu, mbunge wenu shida aliyo nayo ni kwamba ameingia kikundi kibaya, hicho kikundi basi. Uwezi, ndio wanasema huwezi kumzika kum, kum dovu na meno yake sio, kwanza mpia pembe mnang'oa. Ruto ametoa huko directly, zingine napitia kwa Mung'aro. Eh, ni marafiki zangu hawa, lakini I'm telling them the country must change. Baadaye viongozi hao watapeleka kampeni zao sehemu za Bomani, Gongoni na kisha Marereni. Huko upande mwingine, viongozi wa serikali jumuishi nao wakiendelea na kampeni zao za kumpigia debe mgombea wa chama cha ODM Harrison Garama Kombe katika sehemu mbalimbali za Magarini. ikiwa wakati huo na ikumbukwe, ikiwa wakati huo nilikuwa nimechaguliwa na tikiti ya URP. URP ilikuwa inaongozwa na naib wa rais wakati huo, anayeniunga mkono ni rais mwenyewe, nikiwa nimepita. Ni mradi gani wa hapa adu ambao hautaweza kuja hapa adu? Huu ni mtihani wa tarehe ishirini na saba mkishaangusha Hari Kombe mnajua mtakuwa mmeangusha nani? Mungaro, na hiyo hiyo ndio itakuja kutumika

Jumla ya wagombea nane wanamenyana kushinda kiti hicho cha ubunge kwenye uchaguzi mdogo wa tarehe 27 mwezi huu wa Novemba. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Joseph Jira. Coco FM, ladha ya Pwani.